Nikiwa mtoto siko na hata siko napenda bike lakini vile nilianza kwenda shule, hivi ndio nilianzia hivyo. Alafu nikimaliza high school ndio nilianza kusema naona, kwa miaka nne nilitrain, nilikuwa naona bado niko na speed, nikaanza kuamua acha tu nianze join group zingine za ride bike, nikaanza ku join. Alafu kuna competition, nilianza kwa interest. Sasa labda beskeli yako ya kwanza ndio umechukua, una una unafanya una, una mazoezi ilikuwa ni bike gani? Mimi na nakumbuka nilianza na black mamba, hii ya kawaida ya kwenda dukani, hii hii ya kawaida. Nilianza hivyo tu, ndio nilikuwa naenda nayo shule, na kwetu kuna milima unashuka, unapanda, hakuna tambarare. Nilianza hivyo tu, lakini yenye nazoea, nazoea ndio nilianza kupata, naanza kupata nguvu, ndio naanza kujua eh, kuda bike hivyo. Nikaanza kuwa interested na bike. Okay, sasa after high school ndio naanza kujoin nikimaliza high school, nikaanza kununua ka mountain bike, niko na jazz, nikaanza kujiona watu wengine wako fast eh, naona eh, hao watu wanaenda, lakini mimi nilikuwa najiamini mimi, ndiye naedaga hivyo tu, naanza hivyo una build, una build. Okay, labda kuna kitu gani ambacho kilikuja kwenye safari yako ya uendeshaji biskeli ambapo ilikuja kwa kuvunja moyo, kwa kusema hapa mimi siwezi endelea? Iko changamoto, changamoto juu, unaweza unadai, unasema unajua umetrain, unaona uko sawa lakini time yenye unaenda race yenye ni kubwa, unakuta na watu wako na bike kali. Ukisikiza bei zao unasema wameshinda, wako na hizo bike, bei zimefika karibu laki moja na bajeti yako ni elfu kumi na tano hivi. Mwenye kwenye background yako ya kwetu najua hii zimetoa hii zimepata. Wewe unaanza kukupa roho unasema na, lakini hapa, hapa kuna beskeli ambazo zinafika laki moja. Eh, ziko. Zimepita. Hapo kuna zingine hata nyingi sana zingine. Okay, na labda pengine beskeli yako leo ambayo umetumia mpaka ukashinda. Hii beskeli inaweza kuwa kama na ya, ya kusanga. Hapo tutasemaje? Kwa msemi. Eh, tutaki kunyongwa baba baba. Okay, lakini sasa labda nikuulize. Kuna bisikeli ya, ya, ya, mazoezi eh. Yeah, na na ya, ya kuendia kwa mashindano sasa hivyo. Eh, eh iko lakini sisi kikwetu kama umetoka huku. Eh, kama uko mko na sponsor anaweza kuwa na sponsor anaweza nunua bike ya ya zoezi na kwenda race. Lakini kwetu tunatumia hiyo training ya yeah, race. Ni zoezi kabisa. Eh, ndio unaizoea tu. Okay. Ni sawa na labda pengine timu yako ulivo ulivo, ni kwenye resi, naona kuna changamoto kwa sababu kuna kuteleza, kuna yeah. kuna kuingia hata maji yeah. Labda kuna mtu wako ambaye mnatoka kwenye timu moja, ulikuwa karibu karibu na yeye ama? yeah. Ulikuwa wenye wame, mko pamoja, ni wale ambao wa timu zingine uh, kwenkono, mingi. Kwa mfano mimi, kwanza ndugu yangu yuko hapa, ndugu yangu kabisa tu, yani tukana yetu ni mkubwa, ni mdogo, ni mkubwa wangu, ni mkubwa wako, tulianza yeah. Tulianza hiyo mambo na yeye e, ya kuendesha bike

kabla resi anze hapo, tunaongea na mwambia kaza, eh, hii resi venye itakuwa na mpea briefing, na venye itakuwa na mu advise venye atakaa kama ni positioning wise, eee kesienyi unaweza achiwa, mhm, hapo tunapeana tunapeana mawaidha enye atafanya usifanye hivyo, namwambia hapa kumefika sasa ni kazani. Ukiona, namwambia kila mtu anasikia uchungu, kila kitu wewe tayari kwenye nasikia uchungu, ujue kila mtu atakaye nasikia uchungu. No pain hapo, no gain. Eh, unajua hapo ukaza sasa hapo. Hapo ndipo zinafaa zimeidea sasa hapo ukachonja hapo. Okay, na na kulingana na nyinyi, Labda kila mtu huwa anafanya mazoezi kivyake ama huwa mko kwenye club kabisa kuna coach na eh? eh kwetu zio atudagi tuzoezi kila siku lakini mosti kama mimi, tunayeka, na ndugu yangu, then kuna kinja tuko na yeye bado hapo, mbali na kwenye tunaishi, tunakuwa idea moja tu, na tuna vichero, ile si tunanga ile specific program ile, kama timu zingine. Timu zingine ziko na program, kazi yao ni project tu bike. Sisi kuna kazi zingine za kawaida tunafanyaje, hiyo tumeisha endelee, ni kitagemea bike eh, sometimes ni gumu. Okay. Ni sawa. Labda changamoto ya, ya, ya costi na ia <laughs> Acha tutafungia tu hapo bro. Asante sana. Congratulations bro. Thank you. San.